Kwa sababu sasa hivi uchumi unaenda vizuri sana, na bahati nzuri tuna tuna pesa nyingi tunazo. Nimepanga kwa mfano, leo ni tarehe ngapi? Leo tarehe mtatu. Angalau kuanzia mwezi ujao, kwa yale madeni ya ndani, wapo watu waliokuwa wanadai, wapo masupplier, wame supply vyakula kwenye mavyuo kwenye mashule wapo makontrakta wamefanya kazi kwenye maeneo mbalimbali, wako wafanya kazi ambao wana madeni yao kama walimu na kadhalika. Yale madeni yote yatakayokuwa yamehakikiwa, ili mradi asiwe madeni hewa, mwezi unaokuja nitatoa bilioni mia mbili ili zitawanywe kule ziende zikalipe zika haya madeni ya wananchi. Bilioni mia mbili ningeweza kutoa hata kesho, hata kesho kutwa, lakini nimeona tu, tuhakiki kwanza haya madeni, ile prosesi ya kuhakiki yote ikishamalizika. Wakimaliza mapema hili swala la kuhakiki mapema, ninaruhusu. Nafikiri utakuwepo wewe, utoe hizo bilioni mia mbili ziende kwa wananchi, na ninauhakika zile zitawasaidia, zita, zita wananchi ambao walikuwa waaminifu, waliokuwa masuplaya kule zitahakikisha watu wenye madeni ambayo ni ya ukweli, sio madeni ya fojare, kupata input ya fedha ambazo zitawasaidia kufanya biashara, kwa sababu bilioni mia mbili si kitu kidogo kuzitoa kwa mpigo. Lakini ulisimamie hilo, ili uhakikishe mtashirikiana na wizara ya fedha ili kusudi kwa wale wanaoidai serikali, na najua inawezekana hata zisiishe zote, lakini tutaangalia wale wote walio na madeni yao, wanadai serikali, wasaplai vyakula kwenye mavyuo, walifanya nini? Walifanya kazi yao. Lakini wale wa ndani, sio wa nje. Kama ni kandarasi, kandarasi wa ndani. Kama ni supplier, supplier wa ndani. Kama ni mfanyakazi, mfanyakazi wa ndani na hii nafikiri Gavana, mtakubaliana mimi kwamba ni njia mojawapo ya kuboost uchumi, kwa sababu bilioni mia mbili hizi zitasambaa kwenye kwa wananchi, na nafikiri hilo mtalisimamia vizuri.